Tuelekee kaunti nambari 13 ambapo serikali imehimizwa kuwekeza zaidi katika huduma za kinga badala ya tiba ili kufanikisha mpango wa afya kwa wote. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana Mudhomi Njuki, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, serikali kuu na zile za kaunti bado hazijabadili mwelekeo wa ufadhili wa sekta ya afya, kwani bajeti kubwa bado inaelekezwa katika matibabu ya wagonjwa. na timu yako karibuni sana, karibuni Mariani, Mariani wako sawa sawa, msiachilie okay. Gavana ko karibisha la Maria, all those diseases are being brought about by none investment in in preventive measures in our country. Kuna pesa hutumika kwa disease surveillance na ile kuzuia pia madisisi maene lakini kama sisi counties na national government tumewacha kuweka pesa kwa public health, hii magonjwa mpaka itokee. So hiyo si shida ya wananchi, ya wananchi ni kidogo tu, ikitokea mzuie na kuhakikisha kwamba wale wamepata wamekuwa isolated, wale wamepata wamekimbia hospitali. Tuelekee county namba thelathini na nne ambapo siku moja